Niwaambie tu, niwape ushuhuda mimi. Gari yangu ilipata ajali, ilipata ajali nadhani ilikuwa mwezi wa sita. Kutengeneza ile gari ilichukua kama milioni saba na mimi bima nililipa milioni moja laki tano. Imagine what if nisingekuwa na bima, ina maana maybe gari ingekuwa imepaki au ingebidi nikope nitengeneze gari, lakini bima imesaidia na niwape tena kastori kingine, tulipokuwa tuko Arusha huku e, nyuma nyumbani kwetu kwenye mtaa wetu kuna nyumba iliungua. Sasa mdada wangu wa kazi alipanic. Kwa kaokawa amenipigia simu kunipigia simu nikawa sijapokea kwa sababu tulikuwa kwenye mkutano kama hivi, kwa hiyo akaniandikia meseji: huku nyumbani nyumba imeungua Hatuna la kufanya ni kumuomba tu Mungu. <laughs> Sijui unaweza ukaimagine, ikabidi eh, nitoke nje kumpigia simu, wewe we, vipi hapokei tena simu? Kwa hiyo yani nilikuwa nimechanganyikiwa, lakini I was just comfortable. Nikawa najaribu kuwapigia watu wengine wa nyumbani kwetu pale, ndio baadaye akapokea mtu akasema kuna nyumba kama ya tatu au ya nne hivi imeungua. Kwa nini I was comfortable? Yaani, sikupanic ile, sikupiga makelele, mtu mwingine pale si eh? Si ndio eh? Ungeza toka collapse. Kwa sababu nilijua sitapoteza 100%. Kwa sababu nyumba yangu iko covered. Kwa hiyo ndugu zetu, tunapokuwa tunaletewa huduma kama hizi, bidhaa kama hizi, tuzitumie kwa faida yetu. Sio vizuri mtu uko Bandarini SACCOS sisi, sisi ni wakala wa bima. Halafu unaenda unachukua bima kwenye mawakala wengine.